Usiseme biashara mtu vibaya, lakini Niffer aache kuchukua vitu vya watu, atangaze tu vya kwake. Wala usiniambia habari za Mbosso, kintajia habari za Mbosso natamani tamani nkatafute redio hapo, nifungue niweke mziki. Inakuaje mtazamaji wa Bongo Plus TV kabisa, kwenye exclusive interview leo nimemtembelea mama yangu hapa, mama Sinyali na, na vitu vingi sana vya kuzungumza. Unapozungumzia wauzaji wa vipodozi Tanzania, mamaangu hakacha kumtaja. Sasa leo mguangu huko mpaka hapa, mama Hey, baba. Maraba mjambo wanangu. Hamna shida. Yeah. Biashara sasa hivi ah, unajua tena, mambo tuko kwenye mambo ya uchaguzi, biashara iko slow, slow. Yeah. Mimi nikupongeze sana. Uwe ni miongoni mwa wafanyabiashara ambao wanapendwa sana na Watanzania. unahisi Watanzania kwa nini tukioo wananipenda Watanzania wateja wangu, kwa vile mimi Bibi Bonge ni mkweli yeah, eh, sinaga mbambamba. Moja ya vitu wanapenda sana kutoka kwako namna ndivyo ambavyo umechangamka siku zote. Hivi vibe hiyo inatokana na nini sasa? Yeah. Ile vibe ni kutokana unarizika na maisha yeah, na mambo ya rais wetu mama Samia yeah. Hey, mambo yote yanakuwa bam bam tu eh, yeah. Hey, unatakua ujipange kwenye maisha ya Dar es Salaam yeah, so ukurupuke yeah. mm. Eh, nazeekea huku. Nimeanza toka usichana wangu, natoka Mochi nakuja Dar es Salaam eh, miaka hiyo, miaka hiyo ya themanini na hivi kijana mdogo na pedo tu ndo tulikuwa tuvaagi sasa hivi. okay, yeah. Kwa ndo mambo ya pedo nini, lakini enzi zetu kulikuwa mna mambo ya suruali. yeah. mm. siku hizi, uh, wafanyabiashara zamani mmetulia, hasa wa vipodozi, usikile huyu ukagombana na huyu ukazingwana na huyu, lakini now days maneno yamekuwa ni mengi sana, utasikia ukamtupia kijembe huyu, mara hii hii ni fake, hii original, inatokana nini? Hasa mama, ukiona mtu ana kandi ya biashara ya mtu huyo, sio mfanyabiashara huyo ni mwizi, jambazi, eh? la kupigwa risasi hadharani Amisa. Biashara huwezi kukandia mtu yeah. Anakuja mtu anaingia duka la jirani yangu hapa la msemeshi na ninamjua na kila kitu, hii ni hii ni keki yeah. Kila mtu ale yeah. Na biashara sio mpaka matangazo yeah. eh? Weka duka lako, panga mali kama tunavyopanga hapa sisi, tunaona tunafanya usafi, tunapanga mali yeah. Mteja anakuja kama huyo mama ametoka hapo amekuja yeah. Atanunua tu, sio mpaka bla bla bla. ukiona mtu anapiga bla bla ni mwongo. Ukiona mtu, ana, mtu ana, anatoka hapo namwambia hicho umebeba cha jirani yangu ni feki huyo, sio mfanyabiashara huyo, ni mwizi. Eh, mfanyabiashara huwezi kuchukua hela mteja. Mteja ndo anatakiwa aje akute biashara yako umeadvertise, ananunua. Sio mpaka kumwambia tuma hela tuma hela, atume nini sasa? Hujiamini. Una mtaji umeona kitu chako kiko kwenye game kiweke kwenye game. Kikibaki utabaki nacho utauza hapo. Kama mimi si unaona hapo nje na stock nauza pia. Umekuwa tabia fulani ya kufanya biashara sasa hivi, akienda mfano mm, China ukaenda India wapi uko nasikia tumeni pesa ni wanunulie vipodozi hii ikoje? Huo ni wizi utapeli usiokizi. Ndio kile kitu unaletoa kitu kibovu, unaletoa kitu sicho. Umenelewa mimi na vitu nimeshaagiza na sijapewa na mi nliagiza labda kiti cha dukani kwangu sijakipewa mpaka leo, mwaka unaisha. Nani yo? au au matapeli wa kwenye mitandao bwana, kiti mpaka leo. Nkajuta, nimeshafunga mizigo yangu imekuja nimefunga, imekuja nimefunga, imekuja mara nne. Nikasema kwani sikujiengeza mi mwenyewe, nkaenda foshani Mm. Nimeona ni, ni hili mama yangu, nikasema wewe ni legend kwenye hii kwenye biashara na ni mkongwe pia wadogo zako uh, Resty bu, bura na, na, na, na, na Nifa juzi kati hapa umetupiana maneno bana, wo namwambia mwenzake, wewe si unanichukia wewe si unanonea wivu, wewe ni mama pia, unadhani una kwa nini inatokea hivi, na unadhani kosa liko wapi sasa? Mimi ni mama, nampenda Nifa, ni mtoto kama mtoto wangu anapambana, lakini kuna vitu vingine Nifa avipunguze kidogo, umenelewa? Atajenga uadui, atajenga uhasama. Hakuna kitu kinaitwa kama usda, umenelewa? Ukipita midomoni kwa wengi, mwisho unachota kisirani. Mimi nilikuwa namuomba Nifa aachane na hayo maneno, alafu namuomba Resty Achane na huyo mtoto, hasikii, tayari ni sugu. Utagombana naye nini? Mtoto sugu, utagombana naye nini? Kuna watoto tumezaa ni watukutu. Umeelewa? Yule ni mtoto mtukutu, amwache afanye mambo yake. na Nifa kama mtoto wangu anansikiliza mii, mama, achane na, na maneno ya watu na biashara za watu, kila kitu unakiona cha mtu. kama kuita kwa Nkoti kumkubalia, huu gomvi usingetokea kwa hiyo, Nifa ana makosa na Nkoti pia ana makosa ya kumsema Nifa umenielewa? Yeye Nifa anavyodai alichukua yeah, yeah, mzigo wa Nkoti amtangazie yeah. Nifa akutangaza, angemkatalia pale pale kaka angu we yeah. Biashara mimi sitaweza we, tangaza mwenyewe, umenielewa? yeah. eh. Kwa hiyo mtu unakuwa na malengo labda kitu changu kimeenda kwa fulani nitarudishiwa na hela, leo unakuja unamrudishia kila kitu bila hela, naona yule akapaniki maneno akaingia kwa wengine na kwa wengine lakini Niffer aache kuchukua vitu vya watu, atangaze tu vya kwake yeah. Ajifunze kutokeana na hapa, asingepokea vile vitu yasingetokea haya. Angemjibu siwezi wezi yeah. hey. Uh, na damu mbaya basi yangepita. Nimesikia ile kwamba anasema kwamba sasa hivi hauzi tena bidhaa za kutoka Tanzania, za Tanzania. u, u, u, u, kuna kweli kwamba bidhaa za Tanzania nyingi ni feki? yamesema hauzi sasa hivi. Labda tuwafate TBS watusaidie watu watu kukaa na Nifa waambie bidhaa zipi za Tanzania ni feki ili na sisi tujue. Labda yeye mjuaji zaidi ya sisi, labda yeye ndo anajua zaidi kama hauzi vitu vya Tanzania. Basi tujue tu na sisi tutaomba TBS watusaidie ni vibaza waende kwa Nifa awaeleze ni bidhaa zipi za Tanzania feki. Tayari anaua soko la watu ambao wamekeza wanalipa kodi. Ndio maana namwambia Nifa kuna kauli zinamponza aangalie kauli zake, kuchuja Mm. Ajirekebishe kwenye hilo. Eh, kauli za kuropoka sio mbaya, sasa si tunaropoka tena sana yani, lakini huwezi kuropoka kwenye biashara ya mtu. Mimi nitakuropokea ukija kwenye anga yangu, nitakupa nitakupa nitakupa na nitakushibisha, lakini sio kwenye biashara ya mtu, nianze kumkandia hey? siwezi ana, ana, ana, anasema sasa hivi yeye ni, ni, na, kish, kishikaji kama zamani, hata sisi hatuuzi kishikaji. Ndo ameingia kwa pupa yeah. amna mtu anatangaza biashara yake mm. lakini kwenye moja, kutafuta usikandi kutafuta, usikandie wepiga biashara yako e, leo na TBS na TCB nauza na, jamani wateja karibuni, lakini usiseme biashara mtu ah, vibaya. Wafanya biashara wanamwonea wivu sana kwa hii biashara vipodozi uonee wivu, hebu nipishe huko bwana. Anasema wivu mkubwa kwa biashara, na tungemwonea wivu wakuonewa wivu ni Joani, ametukuta kwenye game na ana mwenye wiksi ana gorofa hilo hapo hey. anamaliza ana, ana, ni, famo, eh, ya, so ni famo mwanamke ni Joani eh. Director Joani eh. eh. nyumba yangu iko nyumba inayofuata hapo, kachukua na picha, acha rosheni tano anamalizia kwenda juu. Ndo mwanamke tungemwonea wivu eh. ni mtoto tungemwonea wivu eh. kaingia kwenye game eh. kafanya vitu vya maana eh. lakini huwezi kumkuta Director Joani anaongea eh. Eh. auwezi eh. kumkuta Director Joani anadharau yeah. mtu mimi eh. nimeumwa eh. Direkta Joan amepita tu hospitali, amekuta ameambiwa mimi naumwa yeah. amenilipia bili milioni tatu. Sasa ndio mwanamke huyo, ndio tunamhitaji kama Joani yeah. Akae kama Joani, ajifunze kwa kina Joani, ajifunze kwa kina Baby G. Yeah. Umenelewa? Mm-hmm. Uwasichi, watoto NCA. Alafu ndio ajifunze kwake au aongei yeah. Hey, wanafanya kazi zao, umechamwona whisky anafanya utoto yeah. Ametulia na gari zake, unaziona yeah. Ndio wanake wanaweza kutubabaisha kwenye game la fupodozi eh? na ma pesa wamejenga magorofa yako hapo, gari pia nani da gari gani Discover? si Discover, si gari gani uchafu kama Discover uchafu tu. Mimi mtu anibabaishi kama eh? Angalia Director Joe iko kwenye

Hamna mfumo, wote ile ni kuonesha kushindwa udhaifu, ile kulia udhaifu. Angeendelea kama ile mwanzo kukaza. E, kukaza angekaza vile vile, ndo tungejua mtoto yuko vizuri pengine pe. kuna watu wanajiuliza, mama si yeye aongei sana, lakini kwa wafanya biashara ya vipodozi Tanzania, Yeye yuko namba ngapi sasa hivi? Nani baba yangu, hatuwezi kuongea. Kuna wakina Joani wamekuja hapa, uwezi kuongea na bango na gorofa limeandikwa wiksi wiksi. uh -huh. ni biashara yote, simbona maduka yako mengi, kuna matajiri wako huku wengi, awezi kuta mtu ana hela yake anapiga kelele. uh -huh. ni wale watoto wameingilia biashara kwa pupa, maduka yako huku, lishanafanya biashara anatangaza, uh huwezi hata kukandia cha mtu uh -huh anakuja rafiki yako amenunua kitu kama hicho hicho, na wewe unacho, lakini unaona hisi risk yangu leo na anakapo na mnaongea na mnacheka, hicho unacho, eh, hey! basi umeshanunua huko kwa mwenzangu, acha huko huko, basi unatulia zako. Unataka kelele za nini? Babangu, ushauri wako wa mwisho kuhusiana na hili, unaambiaje wafanya biashara vipodozi? Mimi nachoomba wasifanya biashara vipodozi, hebu fanya kile kilicho chako. Mambo ya kusemeana maneno mabaya tuache. Umeneelewa eh? Tuache maneno mabaya. Niffer ni mtoto wangu kwanza wa kumzaa wima yeah. eh? mtoto wangu wa tatu tatu. Eh. Apunguze maneno yeah. Apunguze kelele aache, usida hizi biashara zina usida kaka, wewe ukijua kupekechea huku, mwingine anakupekechea kwa nyuma yeah. Umenielewa vizuri Wanaweza, wanayaweza watu, wanaweza. Du, maisha yamekuwa magumu, watu wamekaa kimya wanahela zao, na mwenye hela aongei. Nifa aache wakae chini wamalize tofauti na dadaresti yeah, aache kujitia kila kitu. Anaweza kutangaza hizo kelele zake, Mungu kampa ko ko, fanya ya kwako Sitangazi ya mtu, unaona walichoanza kugombana na ngoti, wanavunjiana heshima. Unaona mahali anapopata keki yake, tumeambiwa na waziri leo, kuna waziri atataka mwanamke, amesha mambo, yameanza kujuana. Uoni kama uoni kama umechanyanganywa tena tonge mdomoni kwa ajili ya wema ambao, kufanya ule wema unakuharibia mambo yako, au nimekosea? Ndugu zangu, hamna mwanamke ana mwanaume anayetaka mwanamke akelele haribu nyumba yake. Eh, leo tumejua anatembea na waziri, umelewa mao yakija kwetu sisi, mwingine aseme na mwingine aseme. Huni waziri anamkimbia, amekataa, lakini anasema hawezi kukataa. Pia ni riski, pia kutembea na waziri pia ni riski, lakini apunguze mdomo. Atakuwa anajinyang'anya keki kwenye mdomo. Aache wema kupokea vitu vya watu ovyo, aviache. Nifa ni mtoto wangu mwanao mama. Uh, Mboso, last time tulizungumza na Mboso, ilimfikia ile clip mpaka kaiposti. Ilikufanya interview ukasema kwamba miongoni wasanii ambao unawapenda Mboso. Mboso ametoa power, ametoa ip yake ile. Wala usiniambia habari za Mboso, kiitajia habari za Mboso natamani nkatafute redio hapo nifungue niweke mziki mimi. Nampenda Mboso na nataka nitoe nyimbo moja na Mboso. Uwe. Hey, na popote Mbosso ukinisikia nataka hey, niruke na wewe wani, nataka tutoe moja show moja nkutolee moja kali kaliengine. Mbosso unajua ni mtu mwenye vitu kichwani, hey, mwenye madini, hey, tutapiga ingine mama kubwa <laughs> <Na> chocho dogo <laughs> itakuwa noma hiyo, noma tutafunika <laughs> Napenda ale ile aliyokuwa naimba ile aliimba watu wa Mombasa wakaipenda ile naimba uh-huh, ile mapenzi kama kibaskeli, sijui yeah. Yeah. sijui naitwaje jamani, huyu mtoto huyu, bomba la mvua eh penzi kama bomba la mvua mada yote linamwagika. Mbosso alinipigia nililia usiku kucha, nilikuwa nampenda sana mtu wangu, nililia usiku sana sana alafu, yeah. penzi likamwagika, mwa mwagika, kama asidi. Eshaa tofauti zake <laughs> fayaje? Alikupita siku, siongeagi na ule mtoto mimi, wala sina muda mchafu, sibora niongee na Harmonize kwa nini? Bisho, ah, hey. Hey. Afu anadanganya sana watoto wetu hey. Anadanganya sana watoto wetu anadanganya sana, sana tena, hivi ameshaenda kuoa nasikia, ameenda kuoa hey. Si, anataka kuoa watoto na mapenzi hey. Yule sukari Zuchu. Hey, Diamond ni sukari ya warembo nimeamini. <laughs> <Wete, kwa nini? laughs> si nasikia ameoa jamani, watoto wanampenda sana eh. si ndo alimba yeye sukari ya warembo

Tutaangalia siku inamkaje wajeshi barabarani labda hata kututisha, tunatenda kutia matiki huko tu. hey, hey, Mama Samia hey, Mama Samia, utuone na unione Mama Samia hey, napambana na wewe mama hey, sikiliza hii clip nimechukuliwa hapa na wabongo hey, mama hey. naomba appointment Mama Samia chemba naomba chemba mama na madini kwenye ro naomba chemba. Chemba mwenye maketi yake. Hey, hawa wenye kelele kelele tuwafute kwenye ulimwengu wa vipodozi <laughs> Wafute tena. kwenye ulimwengu wa vipodozi wanatuletea kelele mbambamba. <laughs> Tunalipa hela tunataka kumaliza ritani za mare, za kodi, alafu mtu anakuja kusema hiti vipodozi vya Tanzania vibaya, jamani. <laughs> Naomba hivi vipodozi vya Tanzania nabeba napeleka TBS mimi. mini <laughs> Ah, misi takiwateja hataki tena. <laughs> kwa Mama vipimekidogomamaangu mi nakushukuru sana kwa wakati wako, karibuni, asante sana. Wakanyeni a watoto hey. Waache maneno. uh -huh. Duniani kuna usda. uh -huh. Mi nampenda Nifa uh -huh. kama mtoto wangu eh, uh -huh. Aya, asante ah, asante ah.